Haya ni maneno ya mwisho na ujumbe wa mwisho wa MC Pilipili ambao hivi karibuni tuliweza kufanya naye interview kwa maana ya mahojiano, ambapo aliweza kuongea mambo mengi sana, ikiwemo kitu ambacho kimeweza kutushusha sote ni baada ya kusema yeye kuna wakati alipitia wakati mgumu, yani ni kama vile alilogwa wakati huo ambao alishindwa kuelezea kihalisia. Upo katika mahojiano yetu ambayo utaenda kusikiliza hapa. Baada ya mimi kusomea ujumbe huu ambao aliweza kuandika mara ya mwisho katika mtandao wake wa Instagram Emmanuel Matias ndio jina lake halisi la mchekeshaji huyu MC Pilipili. Ujumbe wake wa mwisho ambao aliweza kuchapisha katika peji na no, ukurasa wake wa Instagram, aliweza kusema kama ifuatavyo: anayetaka kukuroga anaanza kuivunja imani yako ili avunje kwanza unachokiamini unapomwamini Yesu. Just focus usiumbishwe na ndio maana unamwita Yesu ambaye ni Mungu mkuu na nuru halisi ambaye hujawahi kukutana naye, ila imani yako inakuponya sivyo? Ili uweze kumroga mtu lazima ushike imani yake kwanza, na kushika imani yake ni kupumbaza fikira yake ya ushindi. Umewahi kuumwa sana wewe au ndugu yako, kila ukienda hospitali kupima majibu yanakuja kwamba hamna ugonjwa? Ili niweze kukuroga ni sheria nitekeleze imani yako, yaani ifike mahala unaona watu wanakuchukia bila sababu, kwenye kila mahusiano yako hudumu kila biashara yako unayofanya inagoma, mipango yako yote inaharibika. Haya ndio itwa kuchezesha imani yako. Bila kuchezesha imani yako, sio rahisi kukuroga au kurogeka. Baada ya kuchezeshwa imani, kinachofuata ni wewe e, kutapatapa na kukosa mwelekeo. Hapa utaanza kwenda kwa mamposa, kesho kwa kilinge cha Dr. William Dokta majani na kadhalika. Ukiona umefika steji hiyo hapo, upo unatapatapa, ndio hii steji huitwa wewe umerogeka. Unapopigwa chale au kuoga unga madawa hayo, sasa unakuwa upo kwenye utumwa na uchawi au kurogwa. Unadhani ile miti iliyosagwa ikawa unga unga ni nguvu gani kwa uchawi uliotupiwa? Hapo kwa kuwa unatapatapa, hata ukiambiwa kunywa mkojo utakunywa tu, maana huna jinsi na ushapoteza imani yako. Utajuaje umerogwa? siku unakuwa hauna usingizi, hulali tu, muda mwingi ukikaa na simu ndo kama faraja kwako, utaangalia movies na kujisahau, kidogo kidogo unalala hivyo. Kidogo kidogo ukishika pesa, biashara, mali, chochote kile hakidumu kwa muda Unawaza kuanzisha jambo vizuri ila halichukui hata mwaka linaharibika. Kuwa na mashaka na hofu hiyo ipo kwa wengi na hudhani ni ugonjwa au just nomo hapa. Hii dalili ya kwanza ya uchawi ni kukupa hofu na mashaka ili uteteleke na kupoteza ile imani yako ili uweze sasa kutapatapa, na ndio maana unakosa amani ya moyo wako kama wapo watu kadhaa wangependa kujua jinsi gani unaweza kujitoa na uchawi au kurogwa, basi ujumbe wa mwisho wa MC Pilipili pili, kabla ya kifo chake. Rest in peace kamanda. Sasa hebu tusikilize mahojiano yake ya mwisho ambayo tulifanya naye hivi siku za karibuni. Ni mengi ambayo aliweza kuongea humu ndani. Mi naitwa Alexander Scott Rizzi Yo, mambo vipi? Tuko na the king mwenyewe wa, wa tasnia hii ambaye alianza kitambo lakini mpaka sasa ameendelea ku maintain game. Tumeona wengi wamepotea, lakini mpaka hivi sasa yeye bado yupo, na huyu si mwingine MC Pilipili. Bana brother, kwanza heshima yao bwana. Nashukuru sana mzee, tuko pamoja. Hongera sana kwa show ya siku ya leo hapa Singida. Asante sana nashukuru sana wana Singida, na actually nataka kuwashukuru sana kwanzia mheshimiwa mkurugenzi uh, John Kataraia Uh, lakini pia namshukuru na sana mheshimiwa dasi wetu wa hapa lakini pia mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Uh, Godwin Gondwe na zaidi ya yote mheshimiwa mkuu wetu wa uh, mkoa mama Harima Dendegu kwa ajili ya upendo mkubwa na jinsi ambavyo umejitokeza, lakini pia na wapenzi na mashabiki wangu wengi sana ambao umejitokeza, na kwa kweli imekuwa sold out kuanzia kwenye saa tatu kulikuwa mna sehemu ya kukaa. Kwa hivyo kwa, kwa kwa, kwa, upendo mkubwa ambao umeonyesha, uh, tunataka tunatamani kwamba tuje turudi sasa tuje tutoke nje tufanye kwa ukubwa zaidi. Okay, kwanza tuzungumzie katika eh, upande wa Singida ulivyokuja, mazingira yako, umeonaje vibe la wana Singida ukitofautisha na Dar es Salaam? Uh, unajua kwanza sisi tulikuwa tunaambiwa kwamba watu wengi wa Singida wanataka kuanzia kwenye vijana wangu kama Moze au kama janatu mwingine Elkana ambao walikuwa ndo, ndo, ndo ma, ma, ma, ma maevent organizer wetu wa hapa kwamba bwana watu wanawatamani, watu wanataka kuwaona. Sisi hatukujua kama bwana ni kweli, lakini nimekuja kuona wafanyabiashara wengi, wafanyakazi wengi wa serikali, watu wengi sana ambao wamejitokeza. Yani ya bwana, nimeshangaa yani, it's a first time, lakini nimeona bwana, watu wapo. Kwa sababu kwanza tumekuja tumeshangaa, gari kibao bwana, zimejaa yani ile ile, Ile bwana gari kibao bwana zilikuwa zimefunga kule, yani unaona, hii bwana ilikuwa watu na lafu, na ndio maana tunataka tuilete kwa ukubwa zaidi tu, tu, tuongeze namba ya wachekeshaji, lakini pia tuongeze namba tayari tukipata hata mwimbaji mmoja mkubwa ambaye atakuja pia aweze kutia kutia kutia ladha, tuna tuna tuanze mazungumzo na mtu kama Mboso, tufanye mazungumzo na mtu kama Mario, tuhakikishe kwamba tunataka tujitupige kitu kikubwa, kwa sababu wilaya hii ni wilaya hii ni wilaya ambayo pia imejaliwa viongozi Yani, pamoja na mama yetu Alima Dendego ambaye anafanya ana, ana, ana uh, vijana wanataka nini, lakini pia kumwangalia mheshimiwa wa Gondwe mkuu wa wa wetu wa wilaya, lakini pia kumwangalia hata hata mheshimiwa Dasi wetu ambaye naye pia tulikuwa naye na hata John Kataraia, mheshimiwa mkurugenzi ambaye is very young, like, na anaweza na, na, kufikiri kwa niaba yetu na jinsi ambavyo amejitokeza, tunataka tufanye kitu ambacho ni festival hasa yaani watu washike ile mzee, yaani iambatana sana kukuchoma hivi au kukufestival. Umeona kitu kikubwa, kiambatana sana na maziwa, eti maziwa ya alizeti, <laughs> <laughs> hey, ya, bo, ya bo. <laughs> Ma, mafuta ya alizeti umeona yashuke, kama yote watu waweze kuenjoy Uh, kwanza tuje katika hili jambo. Wakati wewe unaambiwa, maana uliambiwa na kijana mdogo mwenye aliweza kuongea pale kwenye stage kwamba nilikuwa namwambia braza mm, sikutegemea eneji yake mpaka amekuja kukubali, yeah. Kwanza we ni mtu mkubwa ambaye umedumu kwenye game kwa muda mrefu kuambiwa na jambo na mtu mdogo ku organize show kubwa kama hiyo ulilichukuliaje hilo swala? Kwanza ukijana, kijana unajua ni mtoto wangu, yani ni mtoto ambaye mimi nilikuja kuwa MC kama miaka minne mitano iliyopita hapa nikamuona anaigiza na anatangaza na nini, nikasema huu kijana nataka nimchukue akutane na Baraka Mpenja na wengineo. Kwa hivyo mimi nilimuonaga, nilikuwa kwenye harusi moja nafikiri uasibwe zaidi ya miaka mitano ilivyopita, mimi ndo nilimchukua, na kipindi hicho alikuwa hajawahi kwenda mkoa wote kwa hiyo kwa, kwa ajili ya show zangu, na mimi ndio nilikuwa wa kwanza kumpeleka Dodoma, wa kwanza kumpeleka Dar es Salaam, wa kwanza kumpeleka Mbeya na sehemu nyingine zote yani Mwanza. Na Dodoma kabla ya saa kumi na mbili asubuhi ili niondoke na, na, na safari ya alfajiri kwa sababu nina harusi Dar es Salaam. Na nikimaliza hapo, uh, na nani kwa pale kwa kwa Musa na ibada alafu naelekea Nairobi. Nikimaliza. Kwa hivyo lakini nimekuja kwa ajili ya heshma ya mkoa, kwa ajili ya heshma pia kwa vijana wangu, uh, yeye pamoja na Moses pamoja na Elkana lakini pia heshma ya wapenzi na watu ambao wametengeneza wa hapa ambao wamekuwa pamoja na mimi, uh, wa hapa. So nimechukua na nimeamua nimefanye for, for the love orh nilikuwa na sikutegemea mm. Watu watakuwa wengi kiasi, kiasi ambacho wamejitokeza, nimeshangaa nime sana, lakini pia nimeshangaa kuona kuna vijana ambao na vipaji wa hapa Singida ambao tunataka tuweke nafasi nzuri tuwafungulie tu, tu, tu, tu, tu, tu, milango ili wa, waweze kwenda sana wenyewe kuwa wakubwa. Okay. Watu wengi wamekuwa wanajiuliza siku hizi MC Pilipili ameokoka sana, mbona amekuwa kama vile posti, posti nyingi sana za matamasha ibada, kuwa ni Musa na vitu kama hivyo? Tuzungumzie hilo jambo kwa kina. Ah, no mimi nimeokoka since then toka mwaka 1994. Kwa mimi hata wanavyoona kipaji nachokifanya ni, ni sehemu ya Mungu na ndio maana mimi hata hata wanavyoona na nakuwa mchungaji yaani Uh, watu wengine wanasema umesha kuwa mchungaji acha comedy. Ah, mimi kuwa mchungaji comedy is a package of it, yaani ni sehemu ya, yani naanza nachekesha kidogo, afu ndo naanza kuhubiri, na ndo maana hata watu watakao fika katika siku ya Ijumaa ijayo ya tarehe tatu mwezi wa kumi pale, uh, Kimara Temboni kwa kuhani Musa Richard Mwacha. Umeona, kwa sababu huyu unajua ni kuhani kijana, kuhani wa kizazi chetu, kuhani ambaye Mungu anamtumia, kuhani ambaye anashinda milimani akiwa anaomba. Umeona, yeye anashinda milimani mara zote, na na sasa hivi amepanda kule milimani, anamuomba Mungu iweze kufanya kitu kikubwa sana siku ya tarehe tatu. Na ndio maana mimi naendelea kuomba vijana wote ambao wanatafuta njia, vijana ambao wamekwama katika sehemu wamama ambao wapo kwenye magonwa w fna a atatadashotwanateswa na wachawi na waganga, siku ya tarehe tatu kuna upako mweupe na kupandisha uh, bendea mbili siku ya tarehe tatu watafurahia wata, kwa sababu hawatakuwa au wajisi watakavyokuja, wataacha chochote ambacho kimewashika na watatoka wakipaa kama tai kwenda mbali zaidi. Siku ya Ijumaa ya tarehe tatu mwezi wa kumi, kuanzia saa kumi na mbili Kimara Temboni Ngomeni kwa Kuhani Musa Richard. Mwacha hilo limeisha. Sasa, kwa kumalizia, MC Pilipili mm -hmm, eh, tumeona wasanii wengi katika mitandao yao ya Instagram wamekuwa wame wakipin waki post ambazo pengine ni nzuri kwa upande wao ni picha, lakini kwa upande wako, Instagram yako umepin post ya kiatu eh. Kwanza hey, hiyo likoje? Hey, nemtu lege sawa. Hey, brother, mimi kiatu kimenitoa. Unajua mimi nilisaulika, nilipotea. Sijaelewa kama nilichezewa, sijaelewa kama ni watu ambao wali Uh, nililogwa, sielewa si, si, si ama ni sehemu ya maisha huwa inatokea, lakini kama ambavyo anasema Mfalme Daudi kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, nafikiri nilipita katika bonde la uvuli wa namna. Hamna mtu yote ambaye alikuwa karibu na mimi, uh, nilianguka sana, na ndio maana siku zote kwa kwa, kwa, kwa wana wa Israeli unaweza kusema fimbo ya Musa kwamba kwa ajili ya fimbo ile ya Musa ilivyotoka iliweza kuwainua wana wa Israeli na ikawatoa kifungoni. Mimi katika maisha yangu, kiatu hichi umeona hiki kimenitoa. Eh, braha hichi ni Kiyonisha kiatu cha goldi, ndio kiatu ambacho uh, kimenirudisha ni, ni kiatu ambacho kimenitoa, na kiatu ambacho kimeniongeza thamani na kiatu ambacho mimi naona ni kazi ya Mungu, na Mungu huwa anatumia vitu dhaifu, vitu ambavyo hutegemei vitakutoa, na watu ambao huwategemei, lakini watu wanakutoa kupitia kiatu hichi, ndipo hapa akajitokeza Garabi na Garabi ndiye ambaye anipatia suti nyingi na Garabi ndiye ambaye alinspire watu wengi sana wajitokeze. Lakini pia kwa kupitia kiatu Twitch ndipo Mungu alimuinua mtumishi wake kuhani Musa Richard Mwacha kwa ajili ya kuniombea, kunishauri na kusimama na mimi. Na kila dino nitamkia kwamba utakuwa MC wa dunia, utaenda kimataifa na ndio maana unaona kwamba sasa hivi nitakuwa na show uh, uh, Kenya wiki ijayo nitaenda Nairobi Kenya na baada ya kuwa Nairobi Kenya sana naanza kujiandaa na show ya kuelekea uh, Marekani. Una watoto wangapi, MC? Watoto watatu.